Tukija katika mbinu namba tatu, mbinu namba tatu ambayo nimekuandalia ni usiwe na tamaa na multibeti kubwa. Yaani, njia ya kushinda kwa uhakika, yaani usiwe na hizi multibeti hizi, usiwe na tamaa ya multibeti kubwa. Watu wengi kuvutiwa na multibeti kwa sababu odds kubwa zinaweza kuleta faida kubwa kwa, kwa dau dogo lakini ukweli ni kwamba kadri unavyoongeza mechi nyingi kwenye beti yako ndio nafasi yako ya, ya kushindwa inavyopungua ina, ina ina nafasi yako kushinda, ina iyo, ya kuweza kushinda inavyopungua. Kwa hiyo hatari ya multibeti kubwa, kuna hatari nyingi sana ambazo watu wengi hawazijui kuwa na kuweka matimu mengi, hizo ndio multibeti. Yaani multibeti ni mechi moja moja kuziweka option nyingi na kuwa na mechi nyingi, kuna hatari kubwa sana ya kuweza kupoteza kila siku, yaani kila siku ya Mungu utakuwa ni mtu wa kupoteza tu, na utakuwa unajilaumu, leo nimechanewa na timu moja, leo nimechanewa na timu moja, leo nimechanewa na timu mbili, nimemkosa. Kwa hiyo kuna mambo tu inabidi uyazingatia ili uweze kunyooka na uende uende vizuri zaidi. Kwa mfano hatari ambazo naweza nikakutajia kubwa za kuweza kupoteza hizo, kwanza kabisa, nafasi ya kushinda inapungua, unapokuwa umecheza matimu mengi kweli watu wanaojua kubeti, nafasi ya kushinda imepungua. Moja, ikiwa una beti single beti mechi moja moja tu, nafasi ya kushinda ni kubwa zaidi kuliko ya mamechi mengi ya kila siku, sawa? au ukiweka multibeti ya mechi kumi ukikosea hata moja umepoteza kila kitu. Endo wana kila siku naambia hata usizidishe tatu, kidogo ni nafuu. Unaweza kupata option ambazo zinaeleka hata moja na nyuma mambo yanaenda Hatari nyingine ni unategemea bahati zaidi kuliko uchambuzi. Kuna watu wanaita zile za darasani, zile za kwamba ukiwa kwenye mtihani unafumba macho, unaangalia kwenye dari, unachomeka biki, pap, utakapogonga ndio jibu hilo la mtihani. Kifuatacho kwenye matokeo nadhani pale kuna sifuri na masikio yake, wewe unayaona. Kwa hiyo kuna mambo inabidi uache, usitegemee bahati sana kuliko uchambuzi na takwimu ya mpira. Kadri unavyo unavyoongeza mechi nyingi ndivyo unavyoacha kutumia uchambuzi wa kina na kutegemea bahati. Lazima ufanye hivyo. Kwa hiyo bookies wanapenda wateja wanaotumia multibets kwa sababu wanajua ni vigumu kushinda hizo. Nakupa mbinu za makampuni ya betting, wanatamani nyie watu ambao mnaweka matimu mengi, wanajua ni ngumu. Kwa hiyo kifuatacho ni kupoteza na Hatari nyingine ya tatu, ambayo ni hatari ya tatu ambayo ni tamaa, na faida kubwa inaleta hasara kubwa. Yani tamaa ya kutaka pesa nyingi, tamaa ya kuweka mechi nyingi, tamaa ya kutaka kikubwa, kifuatacho ni hasara. Watu wengi huweka multibets, yani hizo mechi nyingi za odds mia na kuendelea, kwa matumaini ya kushinda mamilioni, lakini wanapoteza mara nyingi kuliko wanavyoshinda. Umeona akili makampuni ya betting yanazozitumia, unauza ukakaa mkoa wako, mara ukashangaa mtu ameshinda milioni kumi, milioni ishirini, milioni tano, milioni sita, yaani ndani hata ya miezi mitano kashinda mtu mmoja, lakini wengine wote ni loss. Hii ndio shida ambayo watu wengi wanaiona hii, kwa hiyo Mabukas, bookmakers hao, wanakuwa na fly wenyewe wanaingiza pesa katika makampuni yao. Kwa hiyo wenyewe wekeni misingi muone mambo atakavyokuwa, atakavyobadilika. Hii inawafanya wengi waendelee kuweka beti zaidi ili kufi, kufidia hasara hatimaye kufilisika. Na ndio ilivyo ukiweka mechi nyingi ukitegemea kwamba unapata faida mwisho wa siku unafilisika na njia sahihi ya kutumia multibet, njia sahihi sasa nataka niweze kuombea njia gani sahihi za kuweza kutumia multibet. Na ukiangalia okay, Mkwanja Odds Win, toka nimeanza kuwafundisha toka nimeanza kuwapa free tips, nikaamua mpaka kuweka VIP tips, angalia mbinu nazoweza kuzitumia, na ndo zile zile, sitoki nje ya njia hata moja, na ndio kupata faida. Na ndio maana unaona kila siku, mbona jamaa hakati tamaa, hashuki kila siku yupo pale pale kwa sababu hizi, sasa nataka nikupe njia sahihi ambazo mimi nazitumia, na hizi ndio natakiwa zitumie wewe. Kwa mtu ambaye unatumia multibets, yani timu nyingi kwa kuchambua, kwanza kabisa tumia single bets kwa uhakika zaidi. Hiyo ni jambo la kwanza. Single bets zina nafasi kubwa ya kushinda ukiwa na bankroll nzuri ambayo jinsi ya kupanga pesa ambayo nilikueleza, unaweza kupata faida kwa muda mrefu ambayo nishakueleza. Kwa mfano, ikiwa una beti kumi za single, hata ukikosea chache, bado unaweza kupata faida kwa sababu sio timu zote zitachanika. Kwa hizo ndo mbinu nazo zitumia. Tumia multi bets ndogo ambazo ni kwa mfano game moja au bet slip moja, unaweza ukachagua mechi zaidi ya tatu zisizidi tatu, au zikizidi sana ni nne imetosha hapo, ambayo multibet za mechi chache zina nafasi kubwa ya kushinda ku, kuliko zile zenye timu kumi na kuendelea. Hizo ni hasara, lazima uteleze na uanguke. Hilo ni jambo pia la kuweza kuzingatia katika hiyo hii hatua ambayo nimekuonyesha. Chagua mechi chache zenye odds nzuri za uhakika zenye uhakika mkubwa badala ya kuweka mechi nyingi zisizo na thamani ambazo baadaye utapoteza pesa yako, unakuwa umefanya kazi bure. Na jambo lingine la kufanya, jumuisha masoko salama. Kwa mfano, badala ya kubeti mshindi mechi, yani ugenini wa nyumbani au draw. tumia masoko kama vile over 1.5 goals, double chance, hawezi kushinda yoyote, au asian handicap ambazo zina zi, zina uwezo mkubwa wa kushinda. Hiyo ni jambo la kuzingatia. Kipengele kingine, tumia cash out kwa busara. Kama una multibet mechi chache zibaki, tumia cash out mapema, ili usirisk kupoteza kila kitu. Ili uanze kuzingatia, kwa mfano multibet nzuri, badala ya kuweka multibet za mechi kumi na odds 150 na, na kuendelea, tumia hii single bet yenye odds 1.90 unashinda mara kwa mara, multibet ndogo yenye mechi tatu pekee na odds zisizidi tano, nafasi nzuri ya kushinda. Nihitimishe kwa kusema hapa, kuacha tamaa ya multibets kubwa kunasaidia kubeti kwa ufanisi na kuongeza nafasi zako za kushinda kwa muda mrefu. Kumbuka, betting ni mchezo wa bahati tu, bali unahitaji nidhamu na uchambuzi wa kina.